Yes, bwana uh, Mwijaku. Unajua, Mwijaku amekuwa akiongea sana mtandaoni e, anasema kuwa wanaoandamana wote hawana akili, wanashawishiwa na Mange Kimambi, lakini Mange Kimambi yupo Marekani. Kwa hiyo uh, nyote ama wote wanaoandamana hawana akili e, ni, wanaandamana sababu gani? Sasa na hata anayewashawishi mwenyewe yupo Marekani, anakula bata, ametulia bwana huyu Mwijaku, kuna baadhi ya video zake nitakuwekea hapa akiwa anaongea uh, mambo kama hayo ambayo kidogo eh, watu wanaopigania haki zao yamewachukiza man, yamewachu, wamechukizwa na maneno yake haya e bwana, wameamua waweze kutuma salamu, yani wanaoandamana wakaamua waweze kwenda kumsalimia kidogo. Najua ukiambia unakuja kusalimiwa na waandamanaji, mtazamaji, kupoa nakuja kupa shikamoo ya marahaba kuna uh, kitendo fulani unakuja kufanyiwa sasa. Mwijaku ameingiwa na wasiwasi, anaogopa kwamba hawa uh, watu wanaweza kuja wakachoma lile gorofa lake, ambalo amekuwa kijigamba sana, amekuwa uh, kijigamba akisema kwamba amelijenga na bilioni uh, bilioni moja na nukta tatu yaani hiyo e, nakwenda kama bilioni moja na milioni eh, mia tatu. bwana huyu uh, Aa, Mwijaku ni mtu fulani wa kuongea ongea sana pale mtandaoni. Ana mshikaji wake Dotto Magari, aki Dotto Magari anasema kwamba Mwijaku anafaa nyamaze, ama kama si hivyo basi, hawa watu wanaoandamana wataweza kumfikia kweli, na hata pia wanaweza wakachoma nyumba yake kwa hiyo inabidi aweze kuchunga mdomo wake ya huyu Mwijaku bwana. Unajua, Doto Magari kuna muda huwa anaongea sana, lakini kuna muda anaweza akakushauri jambo. Lakini Mwijaku, Mwijaku huwa ana mambo fulani e. Kama umekuwa ukimfuatilia Mwijaku mtazamaji, utagundua Mwijaku na Doto Magari, Doto Magari ni, ni mstarabu kuliko Mwijaku ni vile tu Mwijaku amesoma alafu Doto Magari hajasoma, lakini wote wote pia a, bora kikubwa riski uwe unapata. Sasa huyu Mwijaku huwa anaongea mambo fulani ambayo kwa kweli yanaweza yakawaudhi watu. Hivyo basi mshikaji wake Dotto Magari amewambia kwamba yule jamani, mshamba tu achaneni naye e, sababu mkimfuatilia mnaweza mkampija bure e. Amekuwa akiongea sana mambo mengi mtandaoni, kuna muda hata namtukana, anamtukana Diamond Platnumz, lakini akimuona anajifanya kumsalimia. Kwa hiyo nawashauri nyinyi ndugu zangu, yani wale watu wanaotaka kupambana kup, kup, kup, kup, na huyu Mwijaku waachane naye, sababu huyo Mwijaku. E, ni kama akakorogeka tu kwenye akili, anaongea vitu fulani ambavyo havi havieleweki bwana. Angoja nikuwekee video hizo akiwa Mwijaku anazungumza uweze kujionea video, ndio hizi hapa. A, jionea mwenyewe.